Na hili ni tamko la asasi za wanawake kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi ni miongoni mwa vipaumbele vya asasi za kiraia vyenye mrengo wa jinsia. Kwa sababu tunaamini wakiwapo viongozi wa wanawake, kutakuwa na hatua mahususi katika kuongeza kipato na maendeleo ya mwanamke. Hivyo basi sisi muunganiko wa asasi za kiraia tunawahakikishia kuwa tunakwenda kutimiza wajibu wetu wa kikatiba wa kupiga kura na kadhalika, kuhimiza wanawake kwenda kushiriki katika mchakato wa kikatiba wa kupiga kura, ili tunapokwenda kuwachagua viongozi wetu, basi tuwatwike mzigo wa mambo ya msingi yanayowahusu wanawake. Viongozi hawa tutakaowachagua tunaamini kwa baada ya mchakato huo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 Husna Mohamed Abdallah kutoka CUF, Aziza Haji Suleiman e, Demokrasia Makini, Amani Selemani Mzee kutoka TLP, Chausiku Hatibu Mohamed kutoka NLD, Sakia Musa Debwa kutoka SAU, Chuma Juma Abdallah na Devota Minja kutoka CHAUMA. Hii ni hatua kubwa ya kidemokrasia kwa Tanzania na kwa ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Tunapokaribia uchaguzi mkuu, tunapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mwanamke kiongozi anaposhika madaraka asihukumiwe kwa jinsia yake bali kwa uwezo, uzoefu na dira yake ya maendeleo. Ikumbukwe kuwa uongozi wa mwanamke si tishio bali ni nyenzo ya kuimarisha demokrasia jumuishi yenye kusikiliza na kutenda kwa manufaa ya wote.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 Uongozi bora hauna jinsia, una maadili, dira na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi. Tunaamini kwa taifa lenye usawa kijinsia katika uongozi ni taifa lenye amani, ustawi na maendeleo endelevu. Tanzania ni yetu sote, wanawake na wanaume wanapaswa kushiriki kwa usawa katika kuijenga. Wote tuna haki sawa. Tumeona katika miaka ya karibuni hata wasichana wengi wamekuwa na shauku na hamu ya kutamani kuwa viongozi kwa sababu tu kuona kuna viongozi wanawake ambao wameshika nafasi kubwa ambayo kwa historia ya Tanzania haikuwahi kutokea. Kwa hiyo hii imewahamasisha wasichana wengi aa, mabinti wadogo, kwa, wa umri wa kati na wakubwa kutamani kuwa na sisi miaka ya mbeleni tuweze kushiriki kwenye nafasi za maamuzi, na wameonekana katika vyombo mbalimbali vya habari wakionyesha uwezo wao. Hii inatupa mwongozo na mwanga kuwa kumbe wapo watu wakionyesha mifano, wanaweza wakavuta watu wengi ambao wako nyuma na wakashika nafasi zile ambazo kwa miaka mingi kuanzia Beijing mpaka leo tumeendelea kupigania hizi nafasi At katika tamko hili, kwa kweli tunatoa ushawishi mkubwa sana wanawake, pamoja na ngazi tuliofikia ya kuhamasisha wanawake mpaka tukapata idadi hiyo kubwa ya wanawake kujitokeza kwenda ku, kugombea nafasi za uongozi na siasa. Sasa hivi tuhakikishe kwamba tunakwenda kupiga kura, tusiwavute nyuma, tuwasogeze mbele, ili kipindi kijacho wanawake, idadi ya wanawake ongezeke zaidi na zaidi, ili taifa letu hatimaye lipate kile kinachoitwa usawa wa kijinsia katika ngazi zote za Tanzania, na tunawaomba sana wanawake na hawa hivi asasi ambazo zinashughulikia maswala ya wanawake, wasichoke na wasirudi nyuma, na kama mafanikio haya ni ambayo ni makubwa sana kwa mwaka huu kwa kuwapata wanawake kupitia vyama mbalimbali kwenda kugombea kuamua kugombea, pamoja na hali zote zilizopo. Na sasa tuhakikishe kwamba hapa ndio tumeanza, ndio kwanza kazi imeanza ya kuhamasisha wanawake. Swala la msingi ambalo tunalitegemea ni kuendelea kuongeza au kupaza sauti kuhusu swala zima la ushiriki wa wanawake katika masuala mazima ya uchaguzi. Tunapoangalia swala zima la uongozi ni swala ambalo linawagusa sana wanawake kwa sababu wanawake ndio wenye changamoto nyingi kipindi cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi, wao ndio watumiaji wa huduma au wa wahitaji wakuu katika masuala mazima kama yalivyoelezwa hapa kwenye swala zima la uh, kwenye tamko letu kwamba masuala ya afya wanawake ndio walengwa wakubwa kwenye swala zima la afya kwa sababu wao ndio wauguzaji, wao ndio wauguaji hasa kipindi kile cha ujauzito, aa, kujifungua, hata kuenda kulea watoto. Lakini kwenye swala zima la elimu, wao ndio wanaokuwa karibu zaidi na watoto ambao wao watahitaji misingi, sera bora ambazo zitasimamia swala zima la elimu. Tuendelee kuwajengea wanawake imani kama tunavyojengea kwenye majukumu mengine ya nyumbani na ya kifamilia, tuwawezeshe kama tunavyowezesha kwenye sehemu nyingine, si tu kwenye sala la uongozi ndio tunawarudisha nyuma. Kama tumeamini wanawake kuwa mama zetu na kuhudumia familia na majukumu mengine ambayo yanatuhusu wanawake, basi tujue kwamba kwa namna hiyo hiyo wanaweza pia kushikilia nyazifa mbalimbali za serikalini kuanzia ngazi ndogo mpaka ngazi kubwa, kwa umoja wetu na kuendelea kuhamasisha jamii kwa ujumla kuendelea kuweka imani kwa wanawake, usivutane nyuma, tuwasogeze mbele.